Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU imetangaza kukamilika kwa awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2025/2026 katika vyuo vya elimu ya ya juu nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 20, 2025 na Katibu Mtendaji wa TCU, Profesa Charles Kihampa imeeleza kuwa majina ya waombaji waliodahiliwa katika awamu ya tatu imetangazwa na vyuo husika kupitia tovuti zao na njia nyingine rasmi za mawasiliano. Taarifa ya TCU inakuja wiki mbili baada ya kupokea maombi ya kuongezwa kwa muda wa kutuma maombi ya udahili toka jumuiya ya wanafunzi Jiu, Tanzania, Jiu, wa taasisi za elimu ya juu Tanzania TAHLISO na vyuo vya elimu ya juu kwa ajili ya waombaji ambao wakufanikiwa kupata udahili katika awamu zilizopita na no kwa programu ambazo bado zina nafasi. Kulingana na TCU, waombaji waliopata nafasi katika zaidi ya chuo kimoja wanatakiwa kuthibitisha chuo takachosoma kati ya Oktoba 20 hadi Novemba 3, 2025. Wale ambao wamepata chuo zaidi ya kimoja watapokea ujumbe mfupi kupitia simu zao. Ujumbe mfupi wa simu utawapa namba ya siri ambayo wataitumia kuweza kujithibitisha kwenye chuo kimojawapo. Sasa hata hivyo, waombaji unatakiwa kufanya uthibitisho kupitia akaunti zao binafsi walizotumia wakati wa kuomba nafasi za masomo, huku orodha ya majina ya waliodahiliwa katika zaidi ya chuo kimoja ikipatikana kupitia tovuti ya TCU www.tcu.go.tz waombaji waliopata udahili zaidi ya chuo kimoja wakitaka kujiona kwa haraka, nao wanaweza kuingia kwenye tovuti ya Tume ya Vyuo Vikuu, wataona pale majina yao, lakini vinginevyo katika akaunti zao walizotumia majina yao watayaona kwamba mpata chuo zaidi ya kimoja baada ya kuka vile vile. TCU imewakumbusha waombaji wote wa shahada ya kwanza kuwa masuala yote yanayohusu udahili au udhibitisho wa chuo wasilishwe moja kwa moja katika vyuo husika. Tume imetoa rai kwa waombaji wote kuhakikisha wanakamilisha udhibitisho wao ndani ya muda uliopangwa ili kuepuka kupoteza nafasi zao za masomo.